Mwanamke anayejichua mwenyewe. Mwanamke anayejichua mwenyewe, kutokana na wimbi kubwa la sayansi na teknolojia kuongezeka kwa kiwango kikubwa, lakini kutokana na wimbi kubwa la idadi ya wanawake ambao wanaotazama picha za ngono kwa kasi, kwa idadi ya wanawake ambao wanaotazama picha za ngono inaendelea kuwa kubwa kila itwapo leo, jambo ambalo linapelekea naomba nirudie, jambo ambalo linapelekea kusababisha wanawake au idadi ya wanawake wanaojichua kama wanavyojichua wanaume kuendelea kuongezeka kila siku. Hebu sasa ungana na mimi katika message za hawa wanawake wawili, ambao kila mmoja anaielezea kwa namna yake ambayo ni ya tofauti kidogo. Wa kwanza anasema hivi: Hello, doctor pole na majukumu Dokta. Samaani, naomba utaratibu wa kutatua shida yangu. Nina miaka ishirini na tano, bado sijaolewa, ila su ninaolewa sasa. Nimekuwa mhanga wa kujichua kwa muda mrefu sana, yaani kwa zaidi ya miaka tisa. Sasa hii hali imenifanya salama wa mashikamoo. Anasema sasa, hali hii, hali hii imenifanya imenifanya nikikutana kimwili na mwanaume sisikii chochote kabisa, najikuta naumia tu. Sorry, kuna mtu alipita hapo kidogo nikawa nasalimiana naye, so anasema kwamba hali hii ime, imenifanya nikikutana kimwili na mwanaume sisikii chochote kabisa, najikuta naumia tu. Huyu ni binti wa kwanza ambaye yeye ana akili kabisa, amekuwa akijichua, hajaolewa na miaka ishirini na tano, lakini pia anasema hali hiyo inampelekea anapokutana na mwanaume anasema haisi chochote zaidi ya ku experience maumivu tu, kutokana na kujichua kwa muda mrefu. Wa pili ni huyu hapa, anasema: daktari, habari yako? Nikamwambia mzima wewe, akanambia mzima wewe, akaniambia kuna mdogo wangu ana tatizo, lakini anaona aibu kukuuliza. Alikuwa anapenda kujichezea chini akiwa na hisia, ila sasa hivi akikutana na mwanaume hapati kabisa hisia mpaka ajichezee mwenyewe. Unatushaurije dokta, au kuna dawa ya kutibu hilo tatizo? Nikamwambia dawa ipo, ila nitahitaji kuongea naye pia kumsaidia changamoto hiyo kisaikolojia zaidi. Sasa huyo wa pili nilipomwambia kwamba nitahitaji kuweza kuongea naye akaona aibu, sijui akaona ka, hawezi kunilipa ushauri saa, akapotea juu. Kwa hiyo na mimi nikamwacha kama alivyo, so ni moja ya changamoto ambazo wanawake wengi wanazipitia wanawake wengi wanazipitia. Sasa shida ni kwamba mwanamke kama dhana ambayo mwanaume anayapata, mwanamke pia naye anapitia situation ile ile, baadaye anakwenda kuwa addicted, au anakwenda kuwa mhanga wa hili tatizo. Anapokuwa ameathirika kwa kiwango kikubwa, jinsi ya kujinasua kwenye hiyo hali inakuwa ni changamoto, lakini pia kingine kama ambavyo wote hawa wawili wanaelezea kwamba wanapokutana sasa na wenza siku wanapokwenda kushiriki na mwanaume hafurahi chochote, huyu mmoja anasema mpaka awe anajichezea mwenyewe. Juzi nimeelezea katika video iliyopita ni, ni, ni short clip niliweka hapa, hapa katika channel yangu ya YouTube, nikasema kwamba e, huyu uh, ni mwanaume alikuwa anaripoti ana, ana, ana ama alikuwa anashtaki kwa sababu kwangu huyu mwanamke nakutana naye mpaka namshangaa, na, na anasema kila ninapokuwa na sex naye, kila ninapokuwa na nashirikiana naye tendo la ndoa, yaani anaendelea anakuwa anajisugua mwenyewe kisimi chake, muda mwingine mpaka anatumia nguvu, mpaka mimi naona sasa, mimi na kazi gani hapa? Mbona kama mimi sina umuhimu? Mbona kama kila kitu anafanya yeye mwenyewe? Sasa you never know, huyu huyu mwanaume ama aina ya mwanamke aliyenaye, moja wapo wa moja ya wahanga ambao ya mahanga ya wahanga wao waliopo wa, wa muhanga hii changamoto, ni aina ya mwanamke aliyenaye pia kama ilivyokuwa hawa wanawake wawili, ambao anasema yeye mmoja hawezi kufurahia paka aendelee kujichezea mwenyewe, jambo ambalo ni hatari kiafya, jambo ambalo kisaikolojia linamuathiri mwanamke pakubwa sana, lakini pia unapo mwanamke, anapokuwa jis, anajisugua mwenyewe anakwenda kutengeneza usugu katika ile eneo. Kisimi au kinembe ni eneo ambalo liko very sensitive, kwa hiyo eneo hili lisipo eh, linapokuwa linatumika ndivyo sivyo, iza kwa kusuguliwa vibaya sana na vidole, kama huyu mwanamke ameza anatumia nguvu kubwa sana. Na nimekuwa nikifokea niki hapa, wanaume ambao mnasugua wake zenu kwa vidole, unasugua hivi unafikicha we, yaani mwisho siku, baada ya kuleta raha wanaleta maumivu. So mwanamke wa aina hii, cha kwanza ni msaada wa kisaikolojia, lakini pia cha pili ni kupata dawa ambayo itakayoweza kubalance homoni zake vizuri ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida kama ilivyo kwa wanawake wengine, na arudi kufurahia tendo la ndoa kama alivyokuwa anafurahia hapo nyuma. Kwa hiyo kwa oh no, msaada wa kisaikolojia na msaada wa kimatibabu unahitajika. Kama ni mwanamke unapitia changamoto hii, au ni mwanaume na mwanamke ambaye ameshawahi kuweka wazi jua ile anapitia changamoto hii, nitafuteni niweze kumsaidia psychologically, lakini pia nimpe msaada wa kimatibabu sasa, kupitia dawa za asili kwa ajili ya kuweza kurekebisha homoni zake na kurejesha hali yake kama wanawake wengine, arudi kufurahia tendo kama ilivyokuwa hapo nyuma. Kwa magharama za matibabu, kuweza kupata maelekezo zaidi, nipigie katika namba ifuatayo tano